Utakapokubali na kuruhusu kumwagiwa, ndoa yako itabadilika. Hautaongozwa na maneno ya watu, hautaongozwa na wimbi linalotembea. Utaongozwa na Roho Mtakatifu, atakuamsha. Amka umwombee mme wako! Atakwambia amka, fanya moja mbili tatu, hiki kitu kitambadilisha mme wako. Atakupa idea atakupa mbinu. Lakini leo tutakesha sana, tutaangaika tutatafuta sana, kwenda kutafuta nguvu za kuwatuliza wanaume. Nataka niwaambie wanawake, hautamtuliza mwanaume kwa kutumia akili tu, bali kwa nguvu ya Mungu. Kubali kumwagiwa Roho Mtakatifu. Mambo mengine utapewa na Bwana direct, mambo mengine utasaidiwa na Bwana direct. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyekupa huyo mwanaume, anajua jinsi gani akamatwe, wapi afanyiwe nini ili aweze kutulia. Ndiyo maana leo tunaenda mpaka kwa waganga, tunaenda mpaka kutafuta nguvu za kutuliza baba nyumbani. Kuna mtu mimi namfahamu, tena ameokoka, yuko kwenye makanisa haya, alichukua nguvu anasikia mme wake leo yuko na fulani yeye yuko na fulani, akapata wazo, akaambiwa na watu wa mitaani ana anaokaa nao sasa mabarazani. Bibilia imetukataza msikae barazani pa wenye mizaa. Akatoka akakaa nao, wakampa mpango na mkakati ili mme wako aweze kutulia. Hebu twende ni kupeleke mahali, tafuta kiasi fulani hela yenyewe, akaiba kwa mme wake Akaenda nataka. Alivyoenda akapewa maelekezo, akaja na yale maelekezo, sijui akakosea nini. Unajua mume wake amekuwa zezeta mpaka leo. Ninapoongea mume wake ni mzima, ila ni zezeta, hana hamu, hana hata raha. Mume wake alikuwa na uwezo wa kutoka na alikuwa anatafuta kipato, lakini leo kwa sababu ya kutafuta utaratibu wa kidunia, tunaacha kukubali kumwagiwa nguvu za Mungu ili tuongozwe na roho. Tunatamani kuambiwa na watu ambao wamepokea nao nguvu zao huko. Wale wana, wana kwa nini wanaziruhusu zile nguvu? Kwa sababu ndizo nguvu zao zinazowasaidia. Lakini sisi lazima tukubali kumwagiwa nguvu. Nataka nikwambie ndoa yako itakuwa unique utakapokubali kumwagiwa nguvu ya Roho Mtakatifu, maisha yako yatabadilika, tabia zako zitatengenezeka. Anayetufinyanga ni Mungu, kwa kupitia neno lake, kwa kupitia maono yake, yaani atatufunulia, atatuonyesha mabaya yote tunayoyafanya.